Juzi juzi tuliletewa maji, sio kuwa hapa hamna maji, ya bomba yapo. Tumeletewa maji ndani ya siku tatu, yametoka mfululizo, yakaja yakakata, hamna maji mpaka saa hizi ninavyokwambia hapa Mpiji. Kwa kweli, tunaomba maji, naomba maji baba, naomba tunateseka, tusaidie maji hapa. Anatoka saa ngapi? Uliza swali ndogo tu kwamba hapa maji yanatoka saa ngapi? Hajui. Tunafanya babaishaji hivi, hatuwezi kwenda humi. Ni mtendaji wangu DAWASA, kuna kazi nyingi, tutaenda kumpa kazi nyingine. Hapa tutamleta mtu. Swala la maji kutoka usiku, kwa kweli wanatoa maji usiku saa nane, muda huo ni muda wa kutengeneza familia, kwa kweli sio muda wa kuchota maji. Kwa hiyo, mheshimiwa, ombi langu ni kwamba nikuwa naomba maji yatoke kwa wakati. Kama ni asubuhi, basi tupate kuanzia saa tatu labda mpaka saa tatu usiku. Usiku wajaze tenki lao, ili kwa mgao wa sehemu nyingine. Kwa hiyo mheshimiwa, ombi letu ni maji maji, na tuweze kuambiwa ratiba kamili, kwa sababu hatuna ratiba kamili. Nataka niwaambie ndugu zangu, wana DAWASA, msivunje ndoa za mama zetu. asa ni kuwapatia wananchi huduma. Huduma unaitoa saa tisa usiku, saa kumi usiku, inahusu nini sasa? Yaani kama wanafanya shughuli za kuanga, hapana. Kama huo muda wala utumike kujaza matenki, ili uwepo muda sahihi wa mwananchi kufanyaje anataka kufanya kazi afanye kazi, huwezi kufanya kazi. Narudia tena kwa mara nyingine tena, tunazo taasisi nyingi, nenda katika taasisi nyingine, lakini wizara ya maji tunahitaji watu ambao watakaofanya kazi katika swala la maunganisho ya maji. Wizara ya maji, hili lichukuliwe na wizara ya maji likafanyiwe kazi kwamba mwananchi anapotaka kuunganishiwa maji bei iwe ijulikane, kiasi gani? Tuwe na bei elekezi, tutaondokana na malalamiko ambayo hayana ulazima. Leo mama Sele ana ya bei yake, mama Jafari ana ya bei yake, huyu ana ya bei yake, haiwezekani.